Serikali inaendelea kufanya kazi kwa ukaribu na NGO na mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya serikali niendelee kuzishukuru NGO zote za Tanzania kwa namna ambavyo tunashirikiana, lakini utaona mheshimiwa mwenyekiti, hata mikutano mikubwa ya kimataifa ya kikanda ambao viongozi wetu wakuu wamekuwa wakishiriki hususan, mheshimiwa Rais dr Samia Suluhu Hassan ameweza kukutanisha wadau mbalimbali ambao wameweza kulete fedha kwa ajili ya kusaidia sekta ya NGO ili iweze kulete mchango na tunashirikiana nao hata tunapo table budget ya serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, tunaweka fedha za ndani za nje, ziko NGO pia za kimataifa ambazo zinapata fedha kupitia ma mazungumzo ya serikali ya, ya ubia ya bilateral na mengine, tunapata fedha hizo zinaingia kwenye NGO kusaidia wananchi wetu katika maeneo mbalimbali. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mwenyekiti, serikali imechukua hatua mbalimbali za kuimarisha mazingira ya wezeshi ya utendaji wa mashirika yasiyo ya, ya kiserikali. Hatua hizo ni pamoja na a, kuandaliwa kwa mwongozo wa uratibu wa mashirika yasiyo ya, ya kiserikali Tanzania Bara mwaka 2020 toleo la mwaka 2024 unaoelekea unaoelekeza vikao kazi vya robo mwaka na ushiriki wa mashirika katika vikao vya ushauri ngazi ya kata WDC, tarafa, wilaya na mkoa b kuandaliwa kwa mfumo wa kielektroniki wa usajili na uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali yani NIS nice, na ramani ya kidijitali ya utambuzi wa mashirika yasiyo ya kiserikali ili kurahisisha usajili, uwasilishaji wa taarifa na ulipaji wa ada. Che, kuanzishwa kwa madawati ya uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali katika wizara za kisekta ili kuboresha uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali na kuongeza ufanisi katika utendaji kazi. de kuandaliwa kwa mkakati wa kitaifa wa uendelevu wa mashirika yasiyo ya, ya kiserikali 2022 hadi 2027 ili kupunguza utegemezi na kuimarisha uendelevu wa mashirika. Mkakati huo utapelekea kuanzishwa kwa mfuko wa pamoja wa ruzuku kwa mashirika yasiyo ya, ya kiserikali na hii kushirikiana na wasajili wasaidizi wa mashirika yasiyo ya, ya kiserikali ngazi ya mikoa na halmashauri kufanya ufuatiliaji na tathmini ya shughuli za mashirika yasiyo ya kiserikali kwa mujibu wa kifungu cha nne kifungu kidogo cha kwanza jei cha mashirika yasiyo ya, ya kiserikali sura ya hamsini na sita ya sheria za Tanzania. Asante mheshimiwa Mwenyekiti.